Kinashangaza zaidi ya wakimbizi elfu kumi na mbili wangepaswa kuwa wameshaingia hapa Marekani unaponisikiliza sasa hivi. Oh my god, wazungu wako unabembelezwa kukuja hapa Marekani hata kama haiko wakimbizi. Hiki e ni kitu ambacho kinashangaza ulimwengu wote mzima mm. Kuna wenye wanaruhusiwa kuingia hapa Marekani hata kama sio wakimbizi yes. tunajua hmm. kama kuna wakimbizi ambao wameteseka miaka na miaka, wanakaa kambini mm -hmm. wamekimbia vita, wanawawa lakini kuna kundi ya wazungu inabembelezwa kuingia hapa Marekani bila kuombwa kitu chochote kile mm -hmm. ni kipi kinaendelea? so the question is, kwa nini hao watu wa moja wamekaa kule mm -hmm. hawajarusia hawaja kuja, lakini wengine kwa miezi mitatu tu wanaambia wana wanapasha kujwa. So katika video hii tunataka tuweke, tuweke mwangaza kati ya watu kumi na ishiri, watu elfu kumi na mbili mm. na watu zaidi ya hamsini na tisa ambao wamekuja tayari Marekani mm -hmm. na ukiangalia katika vitu ambavyo vinaendelea kwa sasa hivi, yes. ni vitu vingi by the way. okay. kila mtu anapaswa kujiuliza mm -hmm. Je, kwa nini kundi ya watu wa moja wanakataliwa kuingia hapa Marekani mm -hmm. na wengine wanakuwa wanaruhusiwa kuingia hapa Marekani. Ukifuatilia hii video mpaka mwisho, utakuja kujua ni kipi kinaendelea, na haswa, kama unataka kujua kitu ambacho chochote kinaendelea, unapaswa kusubscribe ili kuona pata habari zote wakati tunazitoa hapa kwa hii channel yetu. zina, zina fanya advocacy ya wakimbizi mm. hapa Marekani mm. wali, wali, wali pamoja ili waweze kugumbanisha Trump kupitia Supreme Court. Yeah. So the question about ambao iko naendelea sasa hivi ni kuweza kuangalia jinsi gani hawa wakimbizi ambao wako tayari na tiketi zao waweze kuja yeah. na kuna ingine ngamba ambao watu tayari wameshafika hapa wakimbizi ambao wanaitwa wakimbizi wa, wa walejua, wakimbizi, wazungu tayari wako hapa Marekani. Yeah. So let's go ahead tuanze na hiyo ya kwanza ya wakimbizi elfu kumi na mbili. What's going yes. on? Kuna zaidi ya mm. wakimbizi elfu kumi na mbili wangepaswa yes. kuwa wameshaingia hapa Marekani. yeah. wakati Donald Trump aliingia kwenye utawala wake mwezi wa kwanza tarehe 20 mm. 2025 yes. alifunga hiyo programu ya resettlement mm -hmm. akasema hataki hivyo vita anapaswa kuvipanga upya. mm -hmm. wakati ameanza hizo prosesi wakimbizi hao wakagoma sasa. Kuna wajaji walikuja kwa pamoja wakasema yeah. tunapaswa kurudisha wakimbizi wa kuja hapa basi tunahitaji wakimbizi wakuja hapa, hapa Marekani as as normal as normal marekaniwa yes. Kwa vuta ni kuvute yes. Wakimbizi hawaji mm. Wameshaandaliwa kila kitu mm -hmm. Wameshafanyiwa interview kila kitu kimeshaisha, so yes, wakimbizi Elfu kumi na mbili, that ni watu ambao wana status, status yao ni ya ukimbizi ya okay. mtu ambaye ameshatikwa kwa mkimbizi ameshafanywa mm. uchunguzi kila yeah. kitu yani, kuna process wanapitia wakati e, wa kuingia hapa Marekani au kuingia mm -hmm. huko Norway, Australia sehemu zingine. UN kwanza yes. e, inapaswa kukuoji mm -hmm. wajue kama ni mkimbizi ulikimbia nini, una paswa ku, ku, ku, kueneza vigezo vya yeah, mtu kupata miaji wa nchi, wameshafanya kila kitu, wameshafanya interviews za migration za UN za wamefanya vipimo, wameangalia afya yeah. zao wanasubiri ya siku ya kusafiri ndo wakakuja no, kugomea pale pale. So basically wamesha itikiwa wamepita katika ile medical checker kila kitu kimeshaitikiwa na wame, wame, wame hata wamegoa hadi wanakamata wana book tiketi zao. So, the other thing ni kusema kitu tumejifunza katika hii process ni kwamba, mm -hmm. kumbe Mm -hmm. hizi ma organization ambazo zinaleta watu huku Marekani ndo zinapana pesa. mm -hmm. Unaona, ndo zinapana pesa, yani kama zina invest pesa katika wakimbizi. yes. zinawafanyizia ma medical checkup. mm -hmm. zinawalipia ma tiketi za kuja Marekani. yes. mm -hmm. Hata kama, hata kama mukimbizi yote analipa zile pesa back. Kumbuka government inafanya, inasaidia hizi ma organization kuwapatia grant za kuweza kufanya hizi ma processes zote. So tuna wakimbizi zaidi ya elfu kumi na mbili. On my side kuna wakimbizo wazungu ndio, unakumbuka una mu February, yeah. Uh, Februari kama Januari pale Elon Musk yeah, aliweza kuongelea kuhusu wa, kim, wa raia. Wazungu. Wa raia. Wa raia wazungu, wazungu ambao wako South Africa yes. hawa wazungu ni wazungu, wale wazungu walikuja zamani South Africa kuanzia zile mm za -hmm. 1883 kule walipofika South Africa yeah, wakafika wakazaa, wengine wameshakufa, na kama unakumbuka vizuri, unajua historia kuhusu apartheid ambayo za ilidumu zaidi ya miaka 80 mm huko -hmm huko huko nani, South Africa mpaka Mandela kafungiwa na wenzake, mpaka mpak wakafunguliwa. Ukumbuka vizuri, nani, South Africa ipata independence 1994, wow, ndio walipata independence na hiyo, wakati mweusi wa kwanza wa president alikuwa kwa president wa South Africa miaka 27 uh, ishirini wow. Ishi na saba kiwa katika prison yeah. Basically so, mm hiyo -hmm. Ikatuma wazungu wa kadomineti sana wakiwa yeah. Na udongo o wenye ndo wenye mashamba makubwa na 5 kuna loza ambayo imeshaitikiwa um, South Africa ambazo anasema hivi udongo unapasha rudia mwenyeji. mm. Kwa sababu ule udongo uliporwa. mm. Hawaku in in the like in the first place, in the first place place wale wazungu walipofika kule hawakununua ile udongo. mm. Walichukua. mm. Lakini wameacha generation na generation wanakaa katika hiyo udongo. mm. Kumbuka ni 4% kama 10% ya wale wazungu ndio wanakaa South Africa. Mm. 90% obviously ni wa South African ambao hawana udongo. A, a, a, Mm. no, 90% ni wa, ni wa, weusi. Mm. Na hawana udongo. Yeah. Kumbuka pesa sasa hivi ziko katika mikono ya wazungu. Mm. So, South Africa leo inasema kwamba wazungu wanapaswa kurudisha udongo wetu, tunapaswa kuchukua udongo wetu ambao walichukua. Walichukua ya. Yeah. Hii katuma wanasema kuna, kuna, kuna hiyo mvutano ya wazungu na weusi South Africa. Mm katika February hapa January anasema ana, ana ana hivi wazungu wako wanakuwa persecuted wapi? South Africa. mm -hmm. Donald Trump anachukua anapita na ingia, anasema unajua nini, mimi katika administration yangu. yeah. tutapatia fursa ya watu zaidi ya elfu kumi ya wazungu, sio wakimbizi, sio weusi wa Afrika. hiyo haikutosha katika miezi mitatu miwili hivi mm -hmm. tayari tunaposema hivi kuna tayari wazungu ambao wamefanya ni wameshafika hapa kumbuka. Yes. tulikuwa na idadi ya watu ambao elfu kumi na mbili ambao wameshaitikiwa kuingia hapa Marekani, lakini mm. wakakuja kukataliwa kwa sababu wa utawala wa Trump mm. hivi ameshaitikia watu kuingia hapa Marekani ambao sio wakimbizi kwa sababu wanasema wako wananyanyaswa kule kwao kule <laughs> yes. South Africa. Sasa swala inayokuja ni ipi? mm wewe ni mkimbizi ambaye umekimbia katika nchi walikuwa nataka kukuua. mm. yes. waliua ndugu zako wali, vita ilikuwa kwenye nchi yako mm -hmm. lakini unakataliwa kuingia hapa hapo. Hapo kuna swali fulani hivi. Sasa hii process ya kukatalia watu wengine kuingia hapa na watu wengine kutoingia mm -hmm, na watu wengine kuruhusiwa kuingia hapa. yes. ni swala ambayo iko vigumu sana kutatua ukiangalia, mm. kama wewe ni mtu wa kawaida kwa mm -hmm. sababu ukiangalia hizi programa za wakimbizi gani, wakimbizi wanaamea hapa yeah, vinapitia kwenye njia nyingi sana, lakini utawala wa Donald Trump ni kama vile hautaki wakimbizi waingie mm -hmm. Wakati jaji alikuja kushitaki Donald Trump akasema lazima hao watu waingie kwa sababu ni mm -hmm. wakimbizi wana haki ya kuingia hapa Marekani. Wajaji kama watatu watatu marekaniwatatu wenye wanaruhusiwa kuingia hapa Marekani kama ni wakimbizi. Absolutely. lakini yeye akasema hawataingia sasa wale wajaji wakashinda kesi, wakasema, Trump akaitikia kuwaingiza hapo kwa nguvu, lakini akakuja kubana budget ya hela ambazo zinaweza kutumika kwa kuingiza watu hapa Marekani. So hiyo pesa ni wapi? Sasa hiyo pesa wanaitumikisha kwa kurudisha wale watu wanakaa hapa marekani kinyume na sheria, ambao ndio maana nasikia kila siku wako wanafukuza watu, wanawarudisha kule ile ni hela ambayo inatumika na, na, na, na, this this also na correlate na hizi hizi ma, ma, ma, ma vitu ambavyo tuliso sokoni, sababu kama wako wakatelea wakimbizi, au wakimbizi 12,000 wasiokuja, sawa? Kumbuka wakimbizi wanapofika hapa wanakuwa katika in charge ya government, for a certain time, yes, so wanapewa food stamp, okay, medicaid, housing, yeah, na mahitaji ya kawaida ya binadamu ambaye anapewa wakati anafika hapa Marekani. So ukiangalia yani yani Trump kuna delay au wakimbizi wengine, ili hizo pesa zifanye nini? Zitumike kwa kurudisha <laughs> watu ambao hawana document ah, na zitumike kwa wale watu wa South Africa, wa South Africa kwa sababu kuna hera ndani inakuwa involved, exactly. wanakuwa wana, wana, wanapewa misaada kama watu wengine mm -hmm, na wanapewa kipao mbele. Kumbuka wale wanakuja sio wakimbizi mm -hmm. wanakuja kama wameitikiwa kuja hapa mm -hmm. Manake serikali tapaswa kufanya mbinu ya kuangalia jinsi gani ya kuwapa hera tofauti na wale wakimbizi ambao wamekuja illegally hapa, ni wakimbizi, yes. Watakuja kuwa na status ya wakimbizi wakiingia hapa Marekani mm -hmm. Lakini wakati wako kule South Africa, wako kwenye nchi ya, ya, ndo maana sasa hivi wakimbizi ya 59 hawa ni kama, ni kama wa new prototype, yani ni kama wa test, ameacha plan kuleta elfu, ana plan kuleta elfu kumi ya wazungu wanaoitwa Africaners, yani ni wazungu wanaitaka Africa kwa sababu wamekomalia Africa, so wameshajiita wa Africaners kutoka South Africa. Na ni sababu gani inasababisha hao watu waletwe hapa? Ni kwa sababu walisema wa South Africa weusi mm, eti wako wanaonea wanawaua, wanafanya nini. Nimefuata Tunafuatilia habari leo ambayo president wa South Africa alikuwa president wa alikuwa anakutana na Trump leo. Trump akasema yes, angalia jinsi gani wanaua watu mm. Ule uh, president wa akamwambia, yes. South Africa akamwambia ukiangalia asilimia kubwa ya watu ambao wanakufa kule South kule South Africa ni weusi. Weusi. <laughs> yes. Lakini Trump akasema mm, mimi naona hao wazungu ndio wanakufa ah. <laughs> news ukipenda unaweza kuenda kaangalia kwenye news na i think walileta ile video ya ya ya ule opposition mkubwa wa South Africa anamuita Julius Malema akasema, wauwe wanyanganye udongo, wauwe wanyanganye udongo. Hiyo ndio alileta sasa. Mkimbizi wewe, ambaye uko kambini, unapaswa kuendelea kukua na subira, kwa sababu bado mambo hayajakuwa vizuri, na ukiangalia Jaji ametoa oda tena mm -hmm. ya kusema yes. waruhusie mm -hmm. wakimbizi wakuja hapa Marekani mm -hmm. ifikapo mwezi wa sita wakimbizi 160 e, wakuwa wameshaingia hapa Marekani mm -hmm. kwa sababu haionekana hakuna kitu ambacho kinazuia watu kuingia kumbu kuna idadi nyingi ya wakimbizi ambao, yes. wameshamaliza kila kitu, wameshapangiwa siku ya kusafiri. Sasa judge ameoda akasema lazima watu waanze kuingia hapa Marekani. so, arof ya wakimbizi elfu kumi na mbili ambayo inatakiwa kuja wangekuwa wameshakuwa wameshakuwa hapa, lakini hata mmoja hajaingia. Zile zile organizations zipo nasema sasa, Trump tusaidie tu tukuje na watu wa mod, wachache. Wachache. Uh, yeah. Watu ni kama nao ni sample. So, huku Trump analeta mm -hmm. wazungu kama 59 yeah. mm -hmm. Ya, yani 160 out of ya 12,000 yes. Yani ni wadogo sana, kwamba sisi tuko na commitment ya kuweza kuleta watu katika kuna mvutano ambao naendelea kati ya administration ya Trump na hizo organizations ambazo zimesha sue Trump kwenye Supreme Court. Amewaruhusu yes okay, akasema mm, mimi nawaruhusia watu mwalete, okay, lakini mm, mfuate masharti Mashanti yangu, au watu mnataka kuleta hapa yeah, au watu mia moja, si, mia moja makumi sita yes, ambao wanataka kuja hapa Marekani mm -hmm. mm, lakini mumefanya interview zenu, mumefanya uchunguzi wenu, na <laughs> yes. Mimi lazima nirudie zile faili wow, nizisome na timu yangu nione, huyu anaruhusiwa kuja, huyu anaruhusiwa kuja, hata kama mtu ameshatikiwa. Mm. Unaona yani ni kama vitu ambavyo akanafanya nafanya yeah, vya kuzuia au vya kufanya hivyo vitu, vitu vichukue muda mrefu. imagine umeshafanya interview, yeah. na interview ambayo ilifanya, mm -hmm. kuna interview ya timu ya watu kutoka hapa Marekani, yes. ambayo imetumwa na serikali mm -hmm. ya Marekani ya kuchunguza kila kitu mm -hmm. lakini yamesema hiyo haitoshi. Mimi niko na timu nyingine ambayo mm -hmm. itakuja kuangalia au wakimbizi tena mbele ya kuingia hapa Marekani vote yes. vitakuja kuzuia na vitakuja kuwa vitu virefu mm -hmm. ambavyo viko vinazuia ili zile hela zisitoke. Ah. Kuenda kusaidia wale wakimbizi ziendelee kusaidia ma, ma, ma, ma, ma yes, hizo ah, zenye za kuleta watu wa kutoka South Africa mm -hmm, mm -hmm. au watu wa kurudishwa kwao yes. Unakumbuka katika video ambayo tulifanya yeah. Kama hiyo video ulifuatilia, kama hujasikiliza uende uisikilize. Tuliwaambia nchi ya Afrika ambayo iko tayari kuanza kupokea hao watu mm -hmm, mm -hmm. na nchi zingine za dunia zinapokea watu ambao wanarudishwa kwao, naona mm -hmm, mm -hmm, yes. hizo zote ni hera ambazo zinakuwa zinaenda So Trump, Trump, uh, Trump analeta sample ya 58 ya eh, ya mm. uh, nani organization za nasema, sisi tunataka na wakimbizi na system, sample ya 160 60 yes. Kunakuwa mvutano, nasema hivi, Trump anasema hivi na mimi inaomba hata na wale wale ambao watakuja mm. kumbuka akifanya akifanya vetting ya kusema angalie kila mtu 160 mm. atafanya hivyo hivyo wale 100 12000 ambao nao wangalie na chunga ambao wako na matiketi za kuja hivi tunakaribia mwezi wa sita. <laughs> Yeah. na tunajua katika historia ya Marekani. Yeah. serikali ya Marekani inakuwa inaingiza wakimbizi wengi sana hapa, laki moja elfu mm -hmm. ya wakimbizi wanaingiaga kila mwaka hapa ifikapo mm -hmm. Yes. sasa hivi tuko tunaongea, ni mwezi wa tano, tarehe 21, hakuna hata mkimbizi mmoja ambaye ameshaingia. Je, Swali la kuja ni wakimbizi wangapi watakuja kuingia mwaka huu wa 2025? Na wakati hivi tunafika nusu ya mwaka katika wa, wa, wa, wa, wa, nani ka news ambazo mm -hmm. zilikuwa zinapita walikuwa wanauliza, yeah. Unakuaje na sehemu ya kutia wakimbizi ambayo ni wazungu? Yeah. lakini wakimbizi ambayo kwenye nafasi nyingine, yes. si wazungu wazungu vile, mm -hmm. unawakatilia kwa nini? Ni kipi kinaendelea na na na, na, na, na kuna au, au wakimbizi wanatoka katika ulimwengu wote nzima, which which is really which tells you mzima Marekane. mm -hmm. Mimi niko na hii vitu yeah. Kama Marekani iko na fes mm -hmm. Na federation wakimbizi hivi, nakwambia kama naishi zingine, nafanya hivyo hivyo kwa sababu Marekani na at the end of the day US ndio inaongoza yeah. So, ines, so, so, so, like this, Trump amesha amesha vuruga European Union, amesha vuruga Canada, amesha vuruga fasi yote mm -hmm. So iko ma na mamlaka hata kusema kamata wakimbizi na hamwangalie vizuri hakuna na, na usisi. Yes, yes, umeona hii news nyingine ambayo <laughs> kwa sababu it's the same thing, kwa sababu anahitaji pesa mm. amedeport wa refugees wa mm. Vietnam yeah. na refugees wa kama wa Bunai mm. amebebwa South Sudan by the way